Is it Kikuyus ndio wana wana hate Ruto ama ni Gashagwanja wana hate Ruto? Kwa sababu mi sioni kama kuna not all Kikuyu wana hate Ruto, it is only kashagwa venya alitolewa kwa udeputy ndio akafanya namna gani ndio aka hate Ruto. No, uwezi niambia kati kila mtu Kikuyu ana hate Ruto, kuna ile percentage yenye wanampenda na kwa ile kitu yenye atafanya. Kama ni kusema ana hate Ruto, wewe, narudia nikisema kwamba Ruto maybe anapenda wakikuyu sana. That's why aliwapatia nine slots in the cabinet

bagahaongeandio, nataka kuuliza huyu jamaa mwenye anaongea hapa, kwa sababu anasema wakikui wameheti Ruto Ndaka ni muulize swali, wa Kikuyu pekakindi wanachagwanga president Kenya mzima? Okay. So, Au an okay, watu wanakuuliza Yes. maswali wakati Kibaki ameungana na Wamalwa Kijana. Hii kitu ilikuwa imechukuliwa kitambo. Tribe mbili Kenya hii, Western na Kikuyu, tukipiga kura mara moja rais ameenda. Hao wengine ni kuongezea tu mkate. Mkate my, my brother, my brother Cosma, acha niongee kidogo sababu tulizizi tulienda tukasimama na Wamalwa kijana, tukapiga kura kwa kapu moja. Raila alikuja mwisho mwisho akasema Kibaki kitoshe, kwa sababu alikuwa anafikiria kwa tapewa hii kapila mbili kiungana mahali pamoja, urais tukachukua. Yes sir, Gadi. Go ahead. Wacha niwaambie eh, brother, brother, nyongeza. Ah uh, actually, ukiangalia ukweli, uangalie numbers za 207. Not two tribes zilipigia nani kura. 2007 ilikuwa a whole 2, 2, Kenya 2, 2, against Moi. I mean, yeah. It was it was a whole Kenya against Moi. Hiyo ilikuwa inaitwa regime change. Na re regime change ilikuwa kitu inevitable hata hata mo, Moi angejaribu aje angeweza. Number 2, let me tell you my brother Cosmo right now. Ni ukweli the Luo vote is divided. That is a fact yenye, hata, hata mkijaribu aje sahii, hamjapata bado mtu mwenye anaweza unite the Luo nation David. Ngoja, ngoja alafu nimalize, alafu uongee. Wacha nimalize uongee, mdugu eh, Mbagathi, the same thing. Sahii hata mkisema eti wa Kikuyu eti they vote, my brother juzi ali suahome, ali suyu, uh, minister for lands amekuwa na rali kubwa sana sasa. Wale watu walitoka wapi? Na nafikiria Wakikui watu wanaenda kupiga kura yeah? so hizi vitu tunajidanganya bado, tikikuja wacha yeah. nikwambie leo hey, kidani, unaishi Kenya unaishi Kenya. Sisi watu wa Western uongozi inatokeanga ku Transoya. Tumeona wamalo kijana, Masinde Muliro alitokea Transoya. Tumeona wamalo kijana ametoka Tranzoa, tumeona wa... Natembea ametoka Tranzoa na mimi nakwambia leo free. Hakuna maana mtu asikutanganye Tranzoa. Natembea ameshika yote Western, natembea ameshika, na mimi nakwambia hivi leo wakikuyu wewe Busia, tumesoya na Raila amesoya kuashika mateka huko nyuma, natuambia nini? Wewe Busia bwana ni bedroom, mi bedroom, Raila Amolo Odinga huko mnashia majina. <laughs> Bwana, wacha ni, ni kwambie kwa ukweli. Watu wabus watu wabusha wanashia majina, unaona. Ni mulia anaitwa Omoni au ha? Watu kwenda au watu kwambia sahihi Cosma, Cosma, Cosma, Cosma, no, ni most of the towns especially Busia is cosmopolitan. Tumena kwambia Cosma, wacha nikuambia saizi, uwezi sema yes, ati huko, ati kwa watu fulani, watu, kuna kabila nyingi sana Busia. Wewe swali na kuuliza swali oti, mtu mwenye amepita huko ukoposha peke yake, na chama tu tofauti, ni mtio mtio wa mtata peke yake. Hii ngine yote ni ODM, ni bedroom ya nyumba. Ndio maana Raila anapenda kania miaka 20. Ngoja Cosma Cosma, my brother, ukiongea hivyo yote ni ODM. Kwani Kakamega, how many MPs do we have wa ODM au pia

Natembea is a good leader but not for 2027. 2027 hata kuwa ameunite au Waluya wote, unasema the Luya nation is divided, that is a fact. And the mime mime na, was... na leo mimi nakwambia leo, lineup yangu Natembea ndio deputy to president wa Kalonzo 2027. Nakuambia leo andika. Sa, sa ngoja sasa wewe ukisema ukisema natembea yuji natakuwa amekaa wapi? Si sasa hiyo ndio vita inaanzia. Yuji ni wa Malwa, yuji ni wa Malwa ni spika wa Senate bwana. Tumemaliza na story. Wewe unajua yuji natakubali acha yuji. My brother unajua unaongea vitu vipi? Yuji ni yuji, kwani wewe nauliza yuji ni